Karibu katika motisha ya wiki, na wiki hii tutazungumzia mada itokanayo na maudhui yaliyomo katika wimbo uitwao sisi ni mabachela. Wimbo huu umeimbwa na msanii Nay wa Mitego, msanii wa muziki wa bongo fleva. Sisi ndo mabachela, bachela hatutaki, ndo mabachela, bachela Nimepata kuusikia hivi karibuni wimbo unaopendwa sana kwa sasa, sisi ni mabachela. Unasikika kwenye redio, runinga na hata katika mitandao ya kijamii. Nilipousikia kwa mara ya kwanza nikiwa safarini ndani ya basi, ulinigusa sana na ukanifanya nitafakari kwa kina. Kwa nje ni wimbo wenye mdundo wa kuvutia wa kisasa wenye mvuto mkubwa kwa vijana, lakini ndani yake kuna mstari unaosema, sisi ni mabachela, mchango wa harusi tutatoa, harusini tutakuja, chakula tutakula, na pombe tutakunywa, tutacheza pia, lakini tutabaki mabachela. Tangu mwaka jana hadi hivi sasa, wimbo huu ulipoachiwa, umetazamwa na watu karibu milioni mbili. Kwa wingi huu, ina maana una mvuto na ushawishi mkubwa sana kwa jamii. Msikilizaji, maneno na mistari inayosikika ndani ya wimbo huu yanaonekana ni kama ya mzaha, lakini yakichunguzwa kwa undani, yanagusa moyo wa changamoto kubwa katika jamii yetu ya leo. Kwa mfano, hembu tazama kwa sasa kinachotokea makanisani na misikitini katika misa takatifu za ndoa. Mara nyingi tunawaona waamini wachache sana, labda watu 30 au 50, wakijitahidi. Lakini jioni yake katika sherehe za ukumbini pale ambapo kuna muziki, kuna vinywaji, kuna vyakula, umati wa watu utajaa pomoni kabisa. Watu wengi zaidi wanaona umuhimu wa kula kunywa, pamoja na kucheza kuliko kushiriki ibada na kuwaombea wanaofunga ndoa. Hali hii inatupa ujumbe wa wazi: Imani na maisha ya kiroho yanazidi kupoteza nafasi mbele ya starehe na mambo ya kijamii. Ndani ya wimbo wa Sisi Ni Mabachela upo ujumbe mzito sana uliofichika. Wimbo huu unachukua nafasi ya kawaida mpya katika kizazi chetu. Vijana wengi wa leo wanaona ndoa kama mzigo au kifungo kinachomnyima uhuru, wanachagua kuwa mabachela lakini mara nyingi wanaishi katika uasi wa kimya kimya: mahusiano yasiyo rasmi, michepuko, na watoto wanaozaliwa nje ya ndoa ni picha halisi ya jamii inayokwepa majukumu, jamii inayopoteza maana ya agano la upendo, na jamii inayochanganya uhuru na ubinafsi. Hebu tutafakari kwa pamoja, mimi na wewe msikilizaji, huu ni wakati wa kuitazama Tanzania yetu kwa macho ya imani na macho ya ukweli. Tunapoimba, tunapocheza, tunaposhangilia wimbo wa sisi ni mabachela, je, tunajua kwamba tunazidi kudhoofisha misingi ya familia ambayo ndiyo moyo wa taifa letu? Familia ni shule ya kwanza ya upendo, heshima pamoja na uadilifu. Bila familia imara, kanisa au misikiti inadhoofika, jamii inatetereka na taifa linapoteza mwelekeo. Sasa ni mwaliko wa tafakari kati yangu mimi na wewe msikilizaji. Hebu tujitafakari kama familia, kama jamii na kama taifa. Je, bado tunathamini sakramenti ya ndoa kama zawadi ya Mungu? Je, tunalea vijana wetu katika maadili ya kujitolea, uwajibikaji na upendo wa kweli? Na je, tumeachia ulimwengu wa burudani uongoze maamuzi yetu ya kiroho? Basi tuhitimisha kwa kusema: Wimbo wa Sisi Ni Mabachela, unaweza kuwa kioo cha jamii yetu kinachoonyesha ukweli mchungu wa kizazi kinachokimbia wajibu wake. Lakini pia unaweza kuwa mwito wa mabadiliko, kutambua kwamba uhuru wa kweli hauko katika kukwepa majukumu, bali katika kujitoa kwa upendo wa kweli unaotunza na kuumba maisha. Upendo wa kweli si mzigo, msikilizaji, bali ni zawadi. Familia si kifungo bali ni baraka. Ndoa si tamasha la siku moja, bali ni agano la maisha. Je, nawe msikilizaji, umewahi kuusikia wimbo huu? Unauonaje ujumbe wake ndani ya kizazi chetu hiki cha leo? Tuandike maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Imeandaliwa na Padre Faustin Rwechungura. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano Kachela.